Nahii na nimeshaambia siku nyingi na nyingi a, kama kuna msanii ambaye atakuja kutega masikio ya wengi hapa Afrika na pia ndani ya East Afrika mzima, Otile Brown atakuwa miongoni mwa hao wasanii hmm. Nabo kwanza usikize fesi ya Otile kwa hii nyimbo ndio uweze kukania leo cha maisha Nipa vigezo na sababu ya kukupenda tu, amani nayo ipata kwako, nanfanya, nataka kuwa na wewe tu, na matatizo yetu tuna ya yata... kuna hu wanajiita sijui Diana mtoto wa Bahati sijui Bahati mtoto wa Diana sijui nini, hua naye kama mnavyojua ameshindwa na mziki Wanae tunamtafutia tunatafutia kazi huko Saudia ya uoshaji wa vyombo na kuosha wazungu masuruali huko. Tumechoka na kusikiza nyimbo, 601, nyimbo. Kazi yako mmoja tu ya abebo tokea studio, uje utupa nyimbo abebo. Hmm. Tunaomba utuoneshe kama msanii uwezo wa utunzi wa nyimbo, uwezo wa uandishi, uwezo wa performance wa steji Wachana na mambo ya bebo ha? Tumechoka, unatuimbia nyimbo za watoto, si watu wazima. Tupe nyimbo za kizima kizima. <laughs>